Watazamaji, karibu katika T Sport ya Tumaini Television, ikiwa ni Jumatatu nyingine tena ya tarehe 18 mwezi wa 4 2025. Mimi ni Aaron Panduka, nipo mundani na wachambuzi wangu kama kawaida, tupo na Matao Kijazi uh, Matao bin Kijazi wengine wanapenda kumuita hivyo, lakini yupo uh, Deus bin Hela ndogo, tunaye hapa na mwishoni kabisa pale yupo Jaffet Simba. Kama kawaida, tupo pamoja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba nakupitisha katika Uh, uchambuzi mbalimbali mbali wa taarifa zilizojiri katika juma zima hili katika anga la kitaifa na anga la kimataifa. Moja kwa moja tuanze uh, kukupitisha katika yaliyojiri katika juma zima hasa katika anga la nyumbani na nje mipaka ya Tanzania. Karibu sana. Naam, karibu nikupitishe katika round up ya taarifa za kimichezo kwa wiki nzima kitaifa na kimataifa. Na tunaanzia hapa hapa nyumbani ambapo ushindi wa wekundu wa Msimbazi, Simba dhidi ya Al Masry umetua bungeni jijini Dodoma kufuatia naibu Spika Musa Zungu kuchomekia swala hilo. Simba ilinyoa Al Masry kupata 4 kwa moja na kufanikiwa kutinga katika hatua ya nusu fainali kwenye kombe la shirikisho Afrika ambayo haikuwahi kufika kwa zaidi ya miaka 22. Tuachane na tua na wekundu wa Msimbazi, Simba, tuende katika taarifa nyingine ambapo mmiliki mwenza wa klabu ya Manchester United Sir Jim Ratcliffe ameeleza dhamira yake ya kuitumia klabu yake kutangaza utalii nchini Tanzania. Tajiri Ratcliffe ameyasema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla maalum ya kuingia makubaliano ya ushirikiano baina ya klabu hiyo na nchi ya Tanzania. Naye kocha mkuu wa Manchester United ya Uingereza, Ruben Amorim, akiwa nchini Uingereza, ametuma salamu kwa niaba ya wachezaji wa timu hiyo kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia kocha wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson akiwa Uingereza, naye hakuwa nyuma kutuma salamu kwa rais Samia. Rais Dr. Samia pia amemwomba mmiliki wa klabu hiyo ya Manchester United kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo Sports Academy hapa nchini. Twende katika taarifa nyingine ambapo katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya viwanja vya kudumu vya mazoezi ili kuendeleza sekta hiyo muhimu. Msigwa ameyasema hayo alipotembelea uwanja wa nyua mani visiwani Zanzibar, ambapo ameeleza kuwa mbali na uwanja huo kukamilika kwa asilimia mia moja, serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeridhia kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji zaidi wa viwanja hivyo. Twende katika taarifa nyingine, ambapo kipigo walichokipata timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake umri chini ya miaka 17 Serengeti Girls kwenye mchezo wao dhidi ya Finland, mashindano ya wanawake UEFA Under 18 Women Under 18 UEFA Friendship Cup 2025 kimezima ndoto zao za kubeba taji hilo. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Under 17 Serengeti Girls, Bakari Shime amesema umakini umewafanya washindwe kumudu mchezo huo na kuwafanya wapinzani wao kupata mabao kwa urahisi katika mchezo huo. Mashindano hayo yalifanyika nchini Uturuki ambapo Serengeti Girls iliibuka mshindi wa tatu. Tuondoke hapo tuende katika mchezo wa kuogelea ama kukata maji na mara baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa kupata viongozi wa chama cha mchezo wa kuogelea kwa watu wenye ulemavu Tanzania TPSA, viongozi hao wameombwa kutumia vyema nafasi zao kwa maendeleo ya mchezo huo. Uchaguzi huo ulifanyika katika ukumbi wa uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam April 6. Na hapa mwenyekiti wa uchaguzi wa chama cha kuogelea kwa watu wenye ulemavu TPSA akitangaza matokeo ya uchaguzi huo. Twende katika taarifa nyingine inayohusu mchezo wa riadha ambapo uzinduzi wa zoezi la kujisajili kushiriki mbio za hisani za Pugu Marathon umefanyika katika parokia ya Mtakatifu Maximilian Maria Kolbe Mwenge jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa marathon nchini. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mtendaji wa Pugu Marathon Innocent Shirima amesema kuwa wamejipanga vizuri kuelekea katika hafla hizo na kuwaomba wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hilo, huku akiongeza kuwa wanajitahidi kufanyia kazi changamoto za msimu uliopita zisitokee kwa msimu huu. Na tunavuka mipaka. Katika anga la kimataifa, huko nako yako mengi sana tunaambiwa. Mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah amesaini rasmi mkataba mpya wa miaka miwili ambao utamweka Anfield hadi Juni 2027. Hatua hiyo inamaliza uvumi uliodumu kwa miezi kadhaa kuhusu mustakabali wa Salah, hasa baada ya kuvutiwa na ofa kutoka katika klabu za ligi kuu ya Saudi Arabia. aidha mkataba huo mpya unaripotiwa kuwa na thamani ya paundi milioni 41.6 kwa miaka miwili, sawa na mshahara wa takriban paundi laki nne kwa wiki pamoja na bonus. Pia hii inamfanya Sala kuwa miongoni mwa wachezaji wanaolipwa zaidi katika ligi kuu ya England. Na ni hayo tu ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali kitaifa na kimataifa, la kamojina ni Novatus Victor. Namtazamaji, tumerejea na, uh, na sinashaka umepata yale ambayo yamejiri katika jumazima. Uh, yapo mengi lakini tumekudondolea yale muhimu kabisa makubwa makubwa ambayo yamechomoza katika jumazima yamejitokeza, na tunakwenda kuanza kutazama kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza katika juma e, ililopita. Uh, ilikuwa ni siku ya Ijumaa ambako pale kulu es Salaam tumeona miliki wa Manchester United Manchetera amekuja nchini Tanzania akateta na Rais Samia Suluhassan Hassan wamezungumza mengi lakini kikubwa ni kuhusiana na ushirikiano baina ya Manchester United ya Uingereza, ambayo inashiriki ligi kuu soka England na nchi ya Tanzania. Ushirikiano huu hasa unahusiana na masuala ya utalii. Wao tunawategemea zaidi kututangaza sisi, uh, kutangaza utalii wetu. Na Rais Samia Suluhu Hassan, yeye tangu aingie madarakani, sera yake kubwa ambayo anaipa kipaumbele sana ni kuhusiana na na, uh, utalii kuitangaza nchi hasa katika swala zima la utalii hapa nchini Tanzania. Deusi la ndogo ili unalipokeaje? Maanake tunashuhudia katika nchi zingine za jirani haya mambo yalikuwepo Rwanda kule. Yeah, ilikuwepo hilo swala, kabisa ni mwanzo mzuri kuhakikisha kwamba tunaifanya sekta ya michezo inakuwa ni sekta ambayo inanufaisha pande zote mbili, kwa maana kwamba e, kupitia utalii basi hata katika eneo la michezo pia nalo linaendelea kunufaika. Ukiangalia klabu ya Manchester United duniani kote, ni klabu ambayo ni miongoni mwa klabu ambayo inatazamwa na watu wengi. E, takwimu zinaonesha kwamba zaidi ya watu bilioni moja inaitazama Manchester United kwa mwaka. Lakini hii sio tu ni kutazama, lakini achilie watu ambao wanaifuatilia, lakini pia watu ambao wanunua jezi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuingia ubia na klabu kama hii ya Manchester United ni mwanzo mzuri kuhakikisha kwamba tunavifanya vitu vyetu vya utalii kuendelea kuweza kutangazwa. Nilikuwa naangalia mfano mdogo eh, nchi ya Rwanda kupitia ile nembo tu ya Visit Rwanda kwenye jezi ya Arsenal, zaidi ya watu milioni 35 kwa siku wanaiangalia ile Visit Rwanda duniani kote kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo eh, kupitia uh, sekta ya michezo vile ambavyo sekta ya utalii vile ambavyo inazidi kukua, pia hata Rwanda eh, zaidi ya euro milioni 32 kwa mwaka zinazokusanywa zina kupitia sekta ya utalii ambayo wamenufaika nayo kupitia nini? Eh, kupitia utalii ndani ya michezo. Kwa hiyo kama taifa kuanza kuanza kuwekeza katika eneo hilo la utalii kupitia michezo ni mwanzo mzuri, kwa sababu na unapata faida nyingi. Kwanza unatangaza vituo vya utalii, lakini pia cha pili unanufaika kupitia kuweza kujenga vitu mbalimbali eh, vya michezo hapa nchini na ndio maana ukimsikiza Rais Samia aliweza kuzungumza kwamba anahitaji na kumuomba miliki Sajimi kujenga vituo vya, vya michezo hapa nchini. Kwa maana kwamba tunaanza kulea vijana wetu kuanzia wakiwa wadogo, wakiwa wanakuwa hapa katika misingi ya kujua soka tofauti na vile ambavyo sasa hivi leo. Kwa hiyo unaua ndege ndege mmoja, ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza unakuza utalii cha kwanza, lakini pia cha pili unajenga vituo vya kuweza kukuza vijana katika hiyo sekta ya michezo. Wakiwa kuanzia wadogo mpaka wanakuja kuwa watu wazima, wanajua misingi ya kuijua soka. Kwa hiyo kwa klabu kama vile Manchester United ni klabu kubwa na mashabiki wengi kwenda kuweka ubia nao ni mwanzo mzuri kuhakikisha kwamba tunafikia nchi ya ahadi, kule ambako tunakotaka kwenda, tuweze kuwekeza katika utalii ukuwe, lakini pia hata sekta ya michezo pia nayo ikue nchini. Jafet, Simba, hilo ambalo limefanyika linatosha kwa kutangaza utalii kupitia michezo ama kuna vingine vinahitajika zaidi kufanyika kupitia michezo ili utalii wetu utangazwe? Niseme tu kwamba ni hatua kubwa ambayo tumeipiga kwa sababu unapozungumza Manchester United unazungumzia habari ya kidunia. Ndio. Sasa kama sisi kama nchi tumeshaweza kufanya vitu vingi katika kutangaza utalii wetu mm, lakini leo tumeamua twende tukatangaze na Manchester United, inamaanisha kwamba tumeipeleka bidhaa yetu kwenye soko la dunia, na hivi sasa hivi tunavyozungumza, ni kwamba pale tu ambapo project itaanza kufanyika na, na, na kufuata vile vigezo ambavyo vinahitajika, jinsi ambavyo tuta, tutaanza kutangaza nao Manchester na imani kwamba tayari automatically dunia nzima itakuwa inaiangalia Tanzania ndio. Aa, kipindi fulani cha kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi South Africa pale, na nakumbuka kuna mwandishi mmoja aliwahi kumuuliza mtu kutoka Ulaya kuhusiana na utalii wa Tanzania, lakini majibu ambayo aliyazungumza alitoa, unaona kabisa kwamba bado kulikuwa kunahitajika jitihada eh. Jitihada zenyewe ndio hizi ambazo sasa E, mheshimiwa rais amefanya, lakini pia vile vile unaona jinsi ambavyo e, sekta ya michezo pamoja na sekta ya utalii wamekuwa wakiendelea kuweka nguvu e, na naona kabisa ni mafanikio makubwa, kwa sababu najaribu kuangalia image ambayo tunaipata kutoka kwenye Visit Rwanda. Ndio leo tutakapokuwa tunaona mazingira ya utangazaji wa, wa kitalii kama ule ambayo yanatoka nchini mwetu, ni jinsi gani ambavyo sisi tutakuwa ndio tunaj Sawa bwana, e, Matao bin Kijazi. Naam, naam. E, una la kumalizia hapo ili tuende katika eneo lingine. Ha, la kumalizia ni kwamba klabu ya Manchester United licha ya changamoto ndo ndogo ndogo ambazo wanazipitia kwenye ligi kuu kiushindani, ndio, lakini ni moja kati ya klabu ambayo tunasema ni <laughs> ndoto <laughs> <laughs> ya vijana wengi pale Uingereza, hivi masuala ya matokeo mbali, licha ya changamoto ndo ndogo ndogo ambazo wanazipitia kwenye ligi kuu ya Uingereza, yeah, na nje ya Uingereza kwa maana ya kimataifa lakini ni moja ya klabu ambayo ni ndoto za vijana wengi pale Uingereza muliza... unabakia pale pale, yaani unabaki pale pale kwamba ni e, aina ya timu ambayo ukipata nafasi, ukipata fursa ya kutangaza nayo kitu, basi unapata bahati kubwa sana kwenye, kwenye ishu ya kutangaza utalii, pengine au kutangaza kitu chochote. Ni aina ya klabu ambayo ufuatiliaji watu ambao wanaifuatilia, umetoka kuzungumza, Deus, ni watu wengi sana mm-hmm. Kwa hiyo ni moja ya klabu ambayo ukipata nafasi ya kuwa na ushirikiano nao kwa jambo lolote lile, sio kimatangazo, sio ya utalii tu eh. Yaani ukishirikiana nao kwenye chochote kile, basi umepata faida yako mjini. Nawenda bwana, tuondoke hapo tuende katika eneo lingine, tuangazie kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara ambayo yenyewe inakwenda lakini inaelekea ukingoni. Kwa hivi sasa ligi uh, hii takribani kila timu imebakisha mechi nne mpaka tano, tuseme yes. Tano zaidi ndio zimebakia katika katika ligi hii kabla ya msimu huu kumalizika wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Yanga yuko juu, anaendelea kuchacha mbuga, amempita Simba takriban pointi kama kumi yeah, kwa sababu Simba yeye hajacheza mechi tatu kabisa. mm. Simba mm. mm. uh, na viporo vitatu kwa namna inavyokwenda hivi sasa, hali inavyokwenda, unamuona bingwa nani katika ligi hii kwa sasa? Miamba iko miwili inashindana mm. Simba na Yanga ya ligi ni, ni ngumu kwa vile ambavyo mwendelezo wake jinsi ambavyo ulivyo. Hii inakuonyesha pia katika E, jedwali la msimamo jinsi ambavyo hali ilivyo. Kiangalia Yanga katika katika msimamo ana pointi sitini na saba. Mm. Lakini Simba nafasi ya pili pointi zake hamsini na saba. Utofauti wa michezo ni michezo mitatu. Kwa hiyo kama Simba akicheza michezo yake mitatu anakwenda kukua nyuma ya Yanga pointi moja kama akishinda michezo yake yote mitatu. Kwa hiyo na kuonyesha namna gani ambavyo ligi ilivyo ngumu katika hilo eneo kwanza la bingwa Singida Black Stars na hii unaona msimamo uko hivi, ni kwa sababu tu Singida Black Stars mchezo wake ule uliopita wa Costa ameweza kupoteza. Angekuwa amemshusha Azam nafasi ya nne. Kwa hiyo msimamo wa ligi Kushuka daraja. Waangalie Kengode jinsi ambavyo wanavyohangaika kuhakikisha kwamba wanasalia Premier League. Usajili ambao umefanya katika dirisha dogo bado haujawalipa michezo mingi ambayo

ambavyo ulivyo unakuonesha namna gani ambavyo kwa msimu huu ligi vyenye ambavyo ni ngumu lakini pia ligi ambavyo vyenye ni shindani kwa timu zote ambazo zinashiriki katika msimu wa mwaka 2024 2025 kwa ujumla. Jafet, Tabora United bwana tena nimegusa kwako kwa kabisa ni timu yako ya Tabora. Mm. Tabora United imepoteza mechi tatu mfululizo. Yes. Eh, katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na ni moja kati ya timu ambayo ilianza vizuri kabisa msimu. Kabisa. Na tulikuwa tunatarajia kuiona ikimaliza nne bora za juu. Ndio. Sasa, kwa hali hii unaiona wapi Tabora mpaka mwisho wa msimu, itaweza kushikilia bomba, kukaa nne za juu, ishiriki kimataifa? Ni ni jambo gumu kidogo kwa sababu, wa kwa sababu wakati tunakutegemea kwamba wewe uweze kukaa kwenye zile nafasi nne za juu unakwenda kupoteza michezo mitatu consistency, na ilikuwa ni jambo gumu sana kuweza kurudi katika fomu yako, lakini kosa la Tabora ambalo mimi naliona sijui nini kilitokea, lakini kitendo cha kumwondoa mwalimu Makiadi mm, e, pia nayo imekuwa ni tatizo, kwa sababu a, sikuona sababu za kumwondoa Makiadi, kwa sababu alikaa na timu ta, tangu mwanzo wa msimu na tayari alikuwa ameshazoeana na wachezaji. Kuna maingizo mapya ambayo yalikuja, yeye ndio aliyapokea, lakini zeni uongozi umekuja kuamua kumwondoa mwalimu katika katika benchi la ufundi mm. Kwa unaona, moja kwa moja benchi la ufundi, zile mbinu ambazo zilikuwa zinatumika mwanzoni hazipo tena, wanalazimika wachezaji kucheza kwa kumsikiliza kocha mpya, na yawezekana kocha mwenyewe akawa ha, haelewi chochote ambacho wanakifanya. Wana Tabora toka msimu ambavyo umeanza, Siri ya ushindi wao ilikuwa ni nini? Kwa hiyo uh, mimi binafsi ninavyoona ni vigumu tena Tabora kuingia kwenye kwenye big four ya ligi yetu, kwa sababu kama alivyotoka kusema Deus ila ndogo kwamba ushindani umekuwa mkubwa sana. Azam anapelekewa pressure na, na na na Singida, Singida Black Stars lakini pia vile vile wewe ambaye ni Tabora unategemewa kwamba ungeendelea kuleta pressure vile vile mm. Unapoteza mechi tatu mfululizo. Kwa hiyo mimi sioni kama wanaweza wakarudi kwenye leli ambao walikuwa wamekaa. Sawa bwana, tuende katika uh, swala lingine, tuangazie mnyama Simba, wekundu wa Msimbazi. Simba wana Runyasi wenyewe, shughuli yao sasa wanakwenda kuianza nusu fainali Jumapili ya wiki hii tarehe ishirini, hiyo nikimaanisha atakuwa Pasaka hiyo. Pasaka sijui italiwaliwaje siku hiyo yes. lakini ndio hivyo mnyama anaanzia nyumbani na Stellenbosch ya Afrika Kusini lakini pia kuna taarifa za chini chini zinasema kuna uwezekano mkubwa mnyama akatumia uwanja wa Aman pale visiwani Zanzibar Eh, uwanja wa Aman yeah. matao hii inaweza ikaiathiri Simba ama inaweza ikaiweka ika katika mazingira gani hii haiwezi kuiathiri Simba kwa sababu Simba ni aina ya timu ambayo kwa viwanja vya Tanzania sasa hivi mm, imesha kuwa ime, ime, ime, imesha improve. Yaani, ni aina ya timu ambayo ukiitoa ukiitoa, uh, Dar es Salaam ukipeleka Kagera Yeah, yeah. Kule wanaita ule wanja Kagera shule kaitaba kaitaba inakuwa mm. kama kwake inakuwa kama bado, yani si bado iko Tanzania, yeah. Toa ukipeleka Tanzania prisons kule Mbeya, yani ni aina ya timu ambayo kwenye viwanja vya Tanzania, ukipeleka Zanzibar, tumeona mechi ya ambayo kwenye ligi kuu yes. Ambayo Simba mecheza na, na Azam mechi ambayo yes. Azam ndio alikuwa mwenyeji wa mchezo yes. mm. Mechi ilienda kucheza Zanzibar, umeona nini ambacho kimemkuta Azam kwayo. ni, ni, Simba ni aina ya timu ambayo sasa hivi labda uipeleke nje ya Tanzania ndio inaweza kupata kitu mm, tofauti eh, kidogo na kile ambacho tumetarajia kukiona, lakini ndani ya Tanzania eh, Zanzibar ni aina ya viwanja ambavyo Simba amevizoea. Kwa hiyo kwangu mimi eh, mechi dhidi ya Stellenbosch huwa spendi sana kuangalia eh, timu inashika nafasi ya ngapi, timu ambayo wanacheza wanacheza nayo inashika nafasi ya ngapi kwenye ligi yake, kwa sababu hizi ligi hazifanani. Unajua unaweza eh? mm. Ukachukua Simba inashika nafasi ya pili, lakini ukichukua uh, Stellenbosch ya South Africa, hata kama ingekuwa inashika nafasi ya mwisho lakini level ya kiushindani bado iko juu. Wamecheza Yanga na, na, na, na Marumo Guarantee, yes. Eh, Marumo ikiwa inaenda ina, ina kucheza mechi zake za mwisho ishuke daraja, yes. Lakini meona ushindani ulikuwaje wakati Yanga alikuwa anaongoza ligi kwao. Ni Simba ni, ni, ni aina ya timu ambayo kwa Tanzania inafanya vizuri kwenye yani, viwanja popote pale utakapopeleka na hata nje pia service, Simba sasa hivi Simba imekuwa ikifanya vizuri kwa sababu tumeona eh, kwenye mechi ambazo ameenda kucheza uarabuni wameenda kucheza mechi na Constantine wameenda kucheza mechi na, na Bravos yaani nie na, na yes. Yani, timu ambayo ili ipate mazingira magumu, ili lazima uitoe nje ya Tanzania, lakini ndani ya Tanzania uwanja wote inaweza ikafanya kazi, lakini nje pia inaweza kuleta ushindani vile vile. hey, hey, so hata kama itafungwa, lakini sio kiwepesi kiasi hicho ambacho wengi wanatarajia. Sawa, desela ndogo nyama, Simba anakutana na Stellenbosch ambao katika uzuiaji wana nidhamu kubwa sana wale jamaa, hmm lakini Simba katika ushambuliaji bado tunaona kuna shida ya umaliziaji, kumekuwa na shida mno Eh, hata mchezo uliopita walivocheza na Waarabu Al-Masri tumeona amefunga mabao mawili, lakini kuna namna fulani bado walikuwa wanahitaji kuongeza juhudi katika eneo la umaliziaji. Sasa wanapokutana hawa watu wawili, mmoja mm, ana shida kwenye umaliziaji, ushambuliaji, mwingine yuko vizuri kwenye eneo la kuzuia, nidhamu iko juu mno. Ta takwimu zinaonyesha Simba toka ameanza tu ya makundi mpaka kufikia robo fainali amefunga mabao kumi na katika mabao kumi ambayo amefunga ni katika mashuti zaidi ya mia moja na thelathini ambayo amekuwa akiyapiga katika michezo yote ambayo amecheza kuanzia katika hatua ya makundi mpaka hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwenye shuti ambazo amepiga mia moja na thelathini, alafu unafunga mabao kumi. Hii ni dhahiri shahiri kwamba kuna changamoto katika eneo lao la ushambuliaji. Uangalie jinsi ambavyo washambuliaji wa Simba wanavyocheza. Lionel Teba Mbida, nafasi ambazo anatengenezewa lakini pia nafasi ambazo anakosa. Yaani kwa Teba unakuta nafasi tano, anakupa bao moja. Kitu ambacho kwa wakati mwingine kwenye hii michuano ya kimataifa hakuna mtu ambaye atakupa room ya kukupa nafasi tano afu ukafunga bao moja, lakini angalia jinsi ambavyo wakati mwingine Fadu anavyofanya rotation ya kikosi. Angalia mchezo wa robo finali alivyoanza na Steven Dese Mukwala, kidogo unaona kuna improvement katika matumizi ya nafasi. Kwa hiyo kwa Simba kuna hiyo changamoto katika eneo lao la kutumia nafasi. Hata Fadu naye pia anajua kwamba kuna hiyo changamoto, na ndio maana unaona anafanya rotation ya kikosi. Leo ataanza na Teba, kesho ataanza na Uh, Steven Desa Mkwala. Yote ni kuhakikisha kwamba anakwenda eh, kurainisha lakini pia anakwenda kufanyia kazi katika eneo lake hilo ambalo ni changamoto kwake, anazuia vizuri, wanatengeneza nafasi, lakini shida ni kwenye eneo la ushambuliaji. Washambuliaji wake bado kuna changamoto sana kwenye kuconvert nafasi kwenda kuwa mabao, lakini wanakwenda kukutana na Stellenbosch. Nayo pia ni timu ambayo sio haba. Wamepiga mashuti takriban tisini na saba lakini wamefunga mabao kumi, wamefunga mabao saba katika michezo yote kuanzia robo fainali mpaka hatua ya mpaka uh, kuanzia makundi mpaka hatua robo finali. Kwa hiyo nao pia eh, ni timu ambayo nao inatengeneza nafasi nyingi, lakini bado kuna changamoto hiyo katika eneo la nini la ushambuliaji, lakini pia ku, kuweza ku convert nafasi kwenda kuwa mabao. Lakini ukiangalia amezungumza uh, vizuri sana Matayo Kijazi kwamba sio muumini sana wa kwamba timu inashika nafasi ngapi alafu unakwenda kucheza na nani mfano. Stellenbosch ameanzisha mwaka 2016, si ndio? Mwaka jana, msimu jana 2023 2024 ameshika nafasi ya tatu katika msimu wake wa ligi, si ndio? Ameshika nafasi ya tatu akapata fursa ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa maana ni kama Tanzania nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne wanapata nafasi za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Lakini kwa mara ya kwanza kushiriki michuano ya kimataifa na amekwenda kufika mpaka hatua ya nusu finali michuano ya kombe la shirikisho, kwa hiyo na kuonesha ni namna gani ambavyo timu za Afrika Kusini zilivyo na vinasaba na michuano ya kimataifa. Kumbuka Maluma Garanti mara ya kwanza kafika mpaka hatua ya nusu finali, hata naye Stone Bosch ni mara ya kwanza kufika mpaka hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mechi ya kimkakati ambayo eh, Fadu Davis anabidi kufanyia studies za kutosha kuhakikisha kwamba anakwenda eh, kuwaondosha, lakini pia anakwenda kufanya vizuri katika mchezo ambao una yanayofuata. Na mshukuru sana Deus la Ndogo. Twende katika anga la kimataifa sasa mtazamaji, na tunaangazia kuhusiana na uh, kikubwa ambacho kimetikiza katika juma lililopita ni kuhusu Mohamed Salah, uh, mshambuliaji wa Liverpool ya England. Uh, Salah kwa muda mrefu sana alikuwa anaimbwa usajili wake kwamba huenda akaondoka akaenda Uarabuni. Lakini inawezekana uh, kuna watu wamemshauri ama yeye mwenyewe akajifikiria akaona no. Umri wangu mimi bado unatosha kuendelea kucheza ligi kuu ya soka England. Uh, Jafet Simba ni maamuzi sahihi alofanya Salah kwa sababu Arabuni uh, kuna pesa nyingi pia kule yes, na wengi wanakimbilia kule. Uh, ni maamuzi sahihi mi niseme kwa sababu kuachana na utafutaji wa fedha mm. Lakini kuna kulinda brand wee, kama mchezaji brand yako unailinda vipi? Uh, ukimwangalia Mo Salah alikuja mara ya kwanza England akisajiliwa na timu ya Chelsea ndio. Lakini akawa hana msimu mzuri mm. Uh, mazingira hakuwa mazuri kwake, baadaye akauzwa tena kwenda ma alikwenda Italia, alikuwa anacheza Fiorentina kitu kama eh hicho sasa. Baada ya kurudi mara ya pili kusajiliwa na Liverpool ndipo ambapo amekuja kuclick na si tu usajili wake umeclick bali amekuwa ni tegemeo la Liverpool. Liverpool inapocheza bila Mo Salah inaonekana kabisa ni Liverpool ambao haina Mo Salah mm, kwa hiyo yeye anategemewa na Liverpool, lakini ameepuka lile jambo ambalo limewatokea wengi kwa Saudia, tayari wasaudia tayari watu hawamuoni amepotea. Lakini ukimwangalia mtu kama Karim Benzema ameondoka pale Madrid akiwa na kiwango chake cha juu sana, akiwa mfungaji bora wa, wa, wa Madrid, lakini amekwenda kule tayari amenyamaza. Cristiano Ronaldo pamoja na brandi yake kuwa kubwa sana mm, amekwenda kule nani, warabuni, inaonekana na yeye pia vile vile ile brand imeshuka, sio ile ambayo ilikuwa inaonekana pale Ulaya. Kwa hiyo Mo Salah maamuzi aliyoyafanya ni maamuzi sahihi, kwa sababu yanamfanya aendelee kuilinda brandi yake na aendelee kuonekana katika nyakati zizi, lakini mimi naamini kile ambacho alikuwa anaenda kupewa kule Saudia. Ndiyo. Lazima Liverpool wamekikaribia ili kuweza kumbakisha, kwa sababu kama mchezaji alitoa taarifa kwamba anataka kuondoka kwa sababu ya dongenono ambayo ameandaliwa ni lazima mtakaa mezani kama management muangalie kwamba mchezaji wetu tunamhitaji, kwa hiyo tunapaswa kumzuia na ku mpelekea donge nono ambalo linalingana lingana na hili ambalo linaonekana hapo. Jaffet labda tuseme ile ligi ya Saudi Arabia ni ligi ya Cristiano Ronaldo. Kwa Yes. Sababu gani? Mm-hmm. Ni aina ya ligi ambayo hata kama wachezaji hata kama yani ligi imesimama kwa kamuda fulani, lakini Ronaldo bado anaendelea kutajwa tajwa kwa ukubwa wake. Yaani angalia wachezaji wote ambao wameenda Saudi Arabia. Yes. Wameenda Toto Star. Wameenda wachezaji wengi Saudi Arabia, lakini mpaka sasa hivi mchezaji ambaye bado jina lake limebaki pale pale juu ni Cristiano Ronaldo. Yaani wengine wote walikuwa wanafanya vizuri. Mwangalie Riyad Mahrez. Yes. Tangu kutoka Manchester City nani anajua sasa kwamba yuko iko Saudi Arabia? La, lakini la tukubaliane, Ingawa anaweza kafama amestop soka. Lakini tukubaliane, je, ligi inambeba mtu au yembebi? Sawa, jamaa tuta. Yes. Tunaweza tukabishana hapo mpaka asubuhi <laughs> ya kesho yake tena. Uh, katika kingine ambacho kimejiri ni mechi mbalimbali ambazo zimepigwa. Alaves alikuwa anacheza na Real Madrid jana katika La Liga, na Madrid wamepata pigo jana kwa kadi nyekundu ya Kylian Mbappe na wakaishia kupata bao moja kwa bila dhidi ya Deportivo Alaves. Shughuli ipo kwa Carlo Ancelotti. Bwana Deus la ndogo Carlo, yeah. Ancelotti <laughs> vipi amekalia kutikavu sasa? Ya yeah, Don Carlo kwa mwendelezo wa msimu huu kidogo anapitia wakati mgumu sana katika eh, ligi ya ndani pale La Liga, lakini pia hata michuano ya kimataifa UEFA Champions League. Kulikuwa na mjadala mm, kuhusiana na uwezo wake na wengi walikuwa wanasema kwamba uenda Don Carlo kitu ambacho kinambeba ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na sio mbinu zake kama kocha. Hey. Ukiangalia squad yake jinsi ambavyo wapo kina kina Bellingham, eh, kina Kylian Mbappe, kina kina Camavinga, wachezaji ambao wana ubora mkubwa sana na ukiangalia jinsi ambavyo timu inavyopata matokeo ni kwa shida kwa kocha mwingine ambaye ana mbinu ukikutana mm, na kikosi kama kile ambacho kimekamilika, kina wachezaji wengi wazuri, basi na kwa rais kwako kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa Don Carlo wanasema kwamba huenda mbinu, ubora wa wachezaji ndio kitu ambacho kinambeba na kumfanya kuwa pale. Kwa hiyo mimi naona huenda unaweza kuwa ni msimu wake wa mwisho, kwa sababu ukiangalia katika hata la liga alikuwa anaongoza ligi, lakini baadaye akaja akapinduliwa na Barcelona. Shukrani sana, Deusela ndogo bwana, niwashukuru sana crew uh nzima hapa yes. Matayo Kijazi, Deusela ndogo, Jafet Simba hii yeah. Uh, ilikuwa ni T-Sport ya Tumaini Television. Mimi ni Aaron Mpanduka, kama kawaida yetu huwa tukuachi hivivi, tunakuacha na makwaru. Makwaru makwarukwaru leo hii yamekaa vipi? Nyau oh, wao unakatiza hapo. Nyau yule kakachinia chini, uyo huyo huyo anatoka mlengeni, basi aondoke huyo. <laughs> <laughs>